Sasa mm -hmm. Hepi hata kuwepo kwa muda kidogo. Umempa safari ya kikazi kwa hiyo ataenda Mwanza. Kwa hata kuwepo kwa muda wa wiki moja. Kwa sasa ni wakati mzuri wa sisi kuendelea na mambo yetu kama tulivyokuwa tumepanga. Sawa mama, pia ni vizuri. Kutokana hata Hepi alivyokuwepo alikuwa ni kizuizi kikubwa sana ndani. Naelewa vizuri sana. Kwa hiyo kwa sasa hivi kila kitu kitakuwa rahisi. Tama, basi mnashukuru sana kuhusu hilo. Lakini pia binti yangu naomba nikukumbushe. Hivi zile nguo unazifuatilia kweli? Mimi mwenyewe unatakiwa uwe makini sana kwenye ufuatiliaji wa hizo nguo na kingine uhakikishe wanazishona kama tulivyopanga. Kwa sababu unajua mafundi siku hizi, kama umfuatilii sana, anaweza akafanya tu kitu sio kwa umakini. Sawa ila, mama, naomba nikuombe kitu baadaye. Kidogo kuna mahali mnaelekea, sawa, lakini uwe makini, kwa sababu unajua wewe sasa hivi ni mke wa mtu utarajio, na jambo letu, na jambo letu lipo karibuni kama unavyojua, kwa hiyo natakiwa utulie sio rahisi kama unavyozani, sio rahisi utazani ni utani pale. Hmm. Jicho linapokuwa na ukungu kufosi kutazama, chaguo la mama unayempenda, napendwa na, na wengi hmm. Tunapitia magumu tunapoka Vipi vipi, hali ya mgonjwa? Mgonjwa wako anaendelea vizuri, ila bado yupo kwenye uangalizi wa madaktari. Asante sana kwa kumpambania mgonjwa wangu. Usijali. kwani wewe na mgonjwa mna mahusiano gani? Sina mahusiano yoyote na ule binti na simfahamu, sema nilimokota bondeni, alikuwa ametupwa na ikabidi tu nimsaidie, nimlete hospitali. kwa sababu hali yake ilikuwa mbaya sana, na sijui kitu gani kilimpata basi sisi acha tuendelee na matibabu na mgonjwa wako. Ameumia sana sehemu ya shingo na kichwa, itamchukua kama siku tatu nne hivi kurudi kwenye ile yake ya kawaida. Cha kufanya sasa hivi, fanya maarifa mgonjwa wako apate nguo na ukamwandalia uji mepesi, ili apate kunywa. Shukrani sana dokta, mimi nimekuelewa, nitafanya haraka iwezekanavyo. Sawa, tuko pamoja <laughs> Unajua kwa... Mama ameniambia kuna safari ya gafra imetokea kikazi kwao, inabidi ni safiri niende Mwanza. Hmm, safari ya gafra alafu yakwenda Mwanza. <laughs> Mi mbona naona kama kuna kitu hapo, alafu ukiangalia na hili jambo pale linaloendelea, nahisi kabisa kwamba kuna mipango imepangwa hivi au aue. Ujaona hilo? Hata mimi nimeliona hilo na nina uhakika kabisa huo ni mpango kwa sababu nimejaribu kuzungumza na mama kadri ya uwezo wangu. Kwa sababu ukiangalia hii safari, ni safari ambayo hata Faruku angeweza kwenda akafanya kazi huko. Na kama unavyomjua mama, alikuwa yupo radi hata atoe pesa zake amtumie mtu akafanye kazi mkoa, lakini sasa hivi eti ni lazima niende mimi. Unajua? Lazima tunatakiwa tuwe makini sana kwa sababu mimi naona kabisa kwamba mama kuna mipango ambayo anaipanga chini kwa chini ili mradi hii mipango ikije kifumuka basi kila kitu chote kinaenda kwa haribika. Na hata hivyo, ukiangalia mpaka sasa hivi sisi Rosa hatujui ni sehemu gani alipo, hatujui ni nani ambayo amemteka. Yani kiukweli nina maswali mingi sana ambayo najiuliza, alafu nashindwa kabisa kupata majibu yani. Eh, sawa, haina shida, basi mimi nitajaribu kufanya kadri ni ya uwezo wangu, Mungu atakavyonijalia, ili mradi kwamba hili jambo tuweze kulifanikisha. Na hiyo safari yako inachukua muda gani? Kiukweli hata mimi sijui, maana sijaambiwa hata nenda kukaa mda gani, mimi nimeambiwa tu kuna safari na ni lazima niende, yani hataki kusikia chochote kile mama. Lakini sehemu ya kuanzia ipo, kuna simu ya Rosta nitakupa utakaa naye, ili simu ina ushahidi kwa sababu kuna namba ya mwisho ambayo Rosta aliwasiliana nayo kabla ya kuongea na mama, manake inabidi atafute huyo mtu. Kwa mimi nahisi hiyo ni njia sahihi kabisa, yani unaweza ukaanzia hapo na ikakupa urahisi wewe, na ukiangalia mawasiliano yapo tutakuwa tunasiliana na kila kitu kitaenda sawa na kuamini sana kakangu

Yaani mi natamani leo nikimaliza hivi vinywaji tuanze tu twende tukaenjoy, kwa sababu nimekumisa sana mpenzi wangu. Mi pia nimekumisa sana mpenzi changu, ila tu siku ya leo siko sawa. Unamaanisha nini kuwa uko sawa? Ina maana hautaki kuenjoy na mimi? Hapana, sina maana hiyo, ila Simba anacheza, kwa hiyo labda kwa wakati mwingine. Fahamu ni kweli, Simba anacheza au na na? E, basi sawa. Mimi naamini hiyo hali ikipita tutaweza kuenjoy vizuri sana. Akia Mungu, si naona huo sana na kupokea maumivu, ukaba unatawala kukesha baa kila siku kila mara hivi, kwa nini ujari fura unanyumiza? Ah, mm, ukaba unatawala kukesha bari kila siku kila siku kila mara hivi, kwa nini ujari fura unanyumiza? Kwa sasa mgonjwa wako anaendelea vizuri sana na nahisi baadaye tutamruhusu ondoke naye. Sawa dokta, Nimekuelewa. Sawa, utapita pale dirishani utatoa kiasi kidogo cha pesa na utapewa dawa ambazo mgonjwa wako atakuwa anatumia. Sawa dokta, lolote litakaloendelea mimi nitamleta. Na vipi kuhusu ndugu zake? Ujaambiwa bado? Hata mmoja, bado sijafanikiwa kumpata ndugu yake hata mmoja Na wala sijui ni wapi anapotokea. Usichoke kuwatafuta ndugu zake, maana unaweza kaingia kwenye matatizo makubwa sana, na hili jambo usilichukulie masiala. Dunia sasa hivi imeharibika, unaweza kujikuta umeingia kwenye matatizo makubwa sana. Kwa hiyo fanya juu chini uwapate ndugu zake. Nimekuelewa sana dokta, na hata hivyo itakuwa rahisi pia kwa sababu kashakuwa sawa, kwa hiyo ataniambia kila kitu kuhusiana na familia yake. Nikutakia kila la heri na nikupatie pole sana laizana, Kijungu, kwe, onana, wala, yo, kwa matatizo aliyokukuta. Kijungu, mbona umekuwa na mambo mengi kiasi cha kwamba hata utengi muda kuonana na mimi? Unajua kwa sasa hili ni mimi kabizi sana kama unavyosema na mambo mengi, ila naomba usijali mpenzi wangu yani siku sio nyingi, mi naamini tutakuwa pamoja, kwa sababu ubize sio kila siku, kuna muda utakatatu. Mm, mambo mengi yapi? Au ndo amekuwa biz na mke wako mekubana? Ni hata utaki kuonana na no? Sio hivo, mi pia nakumisiki sana, ila hata hivo mi naona hata bore iwe hiv, kwa sababu kuonanaonana nako kuna yapowezesha mahusiano Yani bora tumisiane hata siku tukikutana, unakuta kuna kitu kipi ambacho kinaongezeka kwenye mahusiano. Mimi sipendi tunaonana kila muda? Sio kweli, mimi kuonana na kila siku hata sichoki. Labda tu ndio unahitaji kuonana na mimi, na hata hivyo mimi sifikiri kama mimi na wewe tukionana kila siku eti ndio mapenzi yanapungua. Siamini kama kuna kitu kama hicho. Okay, sawa mpenzi wangu, usiali, mimi nitatenga muda kwa ajili yako. Mi na imani tutaonana na utaenjoy sana sawa. Ila mi nahitaji tuonane leo, kwa sababu nimekumisha sana. Kuonana leo haitawezekana, kwa sababu hapa nilipo, hapa wenyewe, kuna sehemu natakiwa niende, kuna mtu muhimu sana natakiwa niende nikazungumze naye, so naomba tu uwe na subira katika hiyo Nakuja nakuja hapo, okay. Sasa nani alikupigia? Huyu ni mtu ambaye nahitajika niende nikaonane naye, si nimekwambia? na na. hapa kuna mtu natakiwa niende nikaonane naye sasa. Kwa kwa hiyo sasa hivi tusubiri niondoke, alafu tutawasiliana mimi naye. kwa hiyo nimekuja hapa mwanangu, nataka tena nimlete yule demu humu ndani. Kwa hiyo nilikuwa naomba tena leo niachie gate, ili mradi tu niweze kufanya mambo yangu. Nikimaliza kama kawaida, nitaweka funguo pale. Amina, si utakuwa umekuja, nakaeka mzigo tulipoongea si ndio? Mzigo gani tena mwanangu? Mbona kwa nazingua? Kwani sisi tuliongea, tushamaliza kila kitu. Mimi nikwambia bila hela sasa hivi sigari geti mwanangu. Alafu mwanangu, ebwa, acha tamaa basi. Acha kuwa na tamaa kama hivyo. Oh, mwanangu ni vitu vingapi mimi mwanangu nimekusaidia wewe, mbona kwa jawe kila siku naanza kuongea vitu vya ovyo. Mimi hela sasa hivi mimi hela ndio nitoa wapi? Mimi nimekuja kukuomba geti kwa sababu najua wewe ni mwanangu. Sasa wewe unaniambia masuala ya hela tena, kama ningekuwa na hela mimi, si ningeenda zangu kumaliza tu guest. Alafu sasa ukizingatia hili geto hili tayari yule demu kashajua kwamba hapa ni kwangu pasabu, kwa sababu nishamwambia kabisa kwamba hapa mi ni kwangu. Ah, sasa leo unawezaji kwenda kumhamisha afu ukampeleka sehemu nyingine, niende nikamwambie kuwa ni kwangu, atanielewa kweli? Wewe fanya mpango mwingine, tukatafute geto jingine. Utazani ni utani pale, hmm. Jicho linapokuwa na na ukungu, kufosi kutazama chaguo la mama unayempenda na pendwa na wengi hmm. Tunapitia magumu tunapopendana na, na ku siku kila mara hivi, kwa nini ujarifura unaniumiza? Chaguo la Mama.